Klabu ya Yanga haitacheza mchezo huo wa fainali kama hatujalipwa pesa yetu ya ubingwa msimu uliopita mpaka na hata tumeealeana kwa muda mrefu. Kama hatujalipwa deni letu, haki yetu ya ubingwa ya kombe la shikisho la CRDB msimu uliopita Yanga haitacheza hiyo mechi, na huko pia hatuchezi kama hatujalipwa hela yetu ya ubingwa. Hii ni haki yetu, simu mzima tumeisubiri. Hapa tumeshaandika barua sana, tushaandika sana barua. Sasa iko very clear, na huu ndo msimamo wa taasisi. Kama hiyo hela hatutalipwa ya ubingwa, taarifa hii ifike kwa ofisi ya katibu mkuu wa TFF, iwafikie na wenye mashindano, benki ya CRDB. Yanga hawatakuja Zanzibar kucheza emeti mpaka hela imeingia kwenye akaunti. Zaidi ya hapo hakuna maelezo mengine. Ndugu zangu wana Yanga duniani kote ambako mnanisikia, aminini msimamo huu wa viongozi wetu, ni msimamo ulionyooka, msimamo usioyumba, na hayuko mwanadamu wa kutuyumbisha kwa hapa tulipofika. Tutasimamia haki yetu kwa maslahi mapana ya klabu yetu na maslahi mapana ya mchezo wa mpira miguu Tanzania. Haki yetu itapatikana, na wakuisimamia ni sisi wanayanga wenyewe. Viongozi ambao tumewachagua kuwaweka madarakani ni viongozi ambao wamenyoka na wanasimamia kwenye haki wanayoamini klabu ya Yanga itastahili kuipata.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 ukishaona amefanyiwa kazi hayo matatu, watupe tarehe nyingine, timu itakwenda kucheza hiyo mechi, uwanja wowote ule, tutakwenda kucheza hiyo mechi. Jambo la kwanza nimewaambia, ni kuvunjwa au kujiuzulu kwa kamati nzima ya uendeshaji wa bodi ya ligi. Namba mbili, nimewaambia, ni kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi. Namba tatu, nimewaeleza, ni kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF. Hili jambo la nne la uhuru wa bodi ya ligi ni